Mheshimiwa Spika, ni kweli katika vikao vyote vya kisheria vimekaa na kuridhia pendekezo la halmashauri ya manispaa ya Moshi kupandishwa hadhi kuwa halmashauri ya jiji. Hivi sasa timu ya uhakiki kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI ipo katika uhakiki wa maombi ya maeneo mapya ya utawala yakiwemo maeneo kutoka manispaa ya Moshi ili kuhakiki vigezo vilivyozingatiwa katika kuanzishwa maeneo hayo. Baada ya kukamilika kwa zoezi hilo nchi nzima, waziri mwenye dhamana na serikali za mitaa atashauriwa ipasavyo kuhusu maombi haya. Pamoja na ma, ma, majibu ya naibu waziri e, jambo hili limechukua muda mrefu na kama nchi ilivyokwisha amua sasa hivi kwamba inaenda kwenye mpango wa viwanda na e, uchumi wa kati, jambo hili ni muhimu sana. E, sasa ningetaka kujua moja, ni lini sasa huo mchakato utakamilika ili jambo hili liweze kuanza. Na pili, e, swala la pili ningependa kujua vile vile, kutoka kwenye serikali, ni mambo gani hayo hasa ambayo yamepelekea e, huo mchakato kurejeshwa tena kwenye, kwenye sijui kufanyiwa marekebisho na vitu kama hivyo. Tukifanya rejea ya bunge lililopita, nilisema kuna timu ya TAMISEMI itapita maeneo mbalimbali mbali. Lengo kubwa ni kubaini kwamba maale maombi yaliyoletwa kutoka katika ofisi za mikoa baada ya vikao vya RCC kukaa, kwamba maombi yale sasa, wataalamu wakifika kwenda kufanya tathmini kwamba jambo lipi limekamilika, jambo hili lipi halijakamilika. Na bahati nzuri, Mheshimiwa naibu Spika, naomba ni kujulishe kwamba ofisi yetu imeshatuma timu maeneo hayo yote na kazi hiyo wameshamaliza. Hivi sasa wana compile ripoti yao, baadaye kuweza kutushauri vizuri si jinsi gani ya kufanya. Kwa hiyo mheshimiwa kom, vuta subira, jambo hili litaenda vizuri zaidi. Lakini katika eneo la pili, kwamba mambo gani mwanzo alikuwa hajakamilika, ni kwamba ukiangalia mji wa Moshi kilomita siku ya karibuni 58 peke yake, yani ni eneo dogo sana kuwa jiji. Ndio maana kwamba kulikuwa kama ikiwezekana kuongeza eneo lile la utawala, na ndio maana nadhani wameona maeneo yale yaliyokubaliana katika mtasari wa mwisho, eneo limeongezeka kama maeneo ya hai na maeneo mengine ina maana kwamba eneo limevuka kutoka ile kilomita square nani hamsini na nane mpaka imeenda karibuni mia moja na arobaini na mbili lakini kulikuwa na mambo mengine hasa yanayohusu master plan. Kwa hiyo vitu hivi vyote vililetewa mrejesho, walipelekwa hiyo mrejesho watu wa Moshi kule kwenda kuvifanyia kazi. Imani yangu kwamba marekebisho yale yashafanyika sasa, na uhakiki wetu walivyoenda kuangalia kule site, watajua kwamba jinsi gani vile vilivyoelekezwa vimeweza kufikiwa vizuri. Baadaye ofisi ya Rais TAMISEMI ambao waziri mwenye dhamana atafanya maamuzi. Naomba tusiwe na hofu, kila kitu kitaenda kwa taratibu ambayo kimepangwa katika ofisi.